Asante kwa jumbe mzuri, tuwapigie makofi mengi mengi sana tafadhali. Asante sana mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Mheshimiwa Jabir Mwishmiwa... makame mkuu wa mkoa wa Songwe, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Songwe huje na viongozi wengine wote mliopo jukwaa kuu, kwa mara nyingine tena karibuni sana hapa katika viwanja hivi mahali ambapo unafanyika mkutano wa hadhara, Mheshimiwa waziri mkuu, ikiwa ni mwendelezo wa masehemu tu ya ziara yako ambayo umeanza mapema asubuhi ya leo, ukianzia pale katika mizani Tunduma pale Mpemba, na hatimaye umefika hapa katika eneo hili mara baada ya kumepita katika maeneo mengine mengi. Na sasa, Mheshimiwa waziri mkuu, mara baada baada kuwa tumepata burudani ya kukukaribisha kwenye viwanja hivi yenye ujumbe mzuri, naomba sasa uridhie tualike viongozi wa kiroho ambao tuongoze kwa dua na sala ili kulikabidhi tukio hili mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Hivyo mheshimiwa waziri mkuu, ninayo heshima ya kumwinua sasa Father Didas Chauele. Yeye ni paroko, sana, paroko wa Ivwanga. Karibu sana baba paroko, tuongoze kwa sala la Mwana na la Roho Mtakatifu, Amen. Ee Mungu Baba wa mbinguni, muumba wa mbingu na nchi, chanzo cha haki, amani na upendo wa kweli. Tunakushukuru kwa kutujalia siku hii njema na kutuwezesha kukusanyika hapa leo kama wananchi wa Tanzania. Tunakuomba utubariki sisi sote pekee Mheshimiwa waziri wetu mkuu ambaye yupo hapa pamoja nasi, pamoja na viongozi yani wote wa kitaifa, yaani Mheshimiwa rais, makamu na waziri wetu mkuu. Ee Bwana, wawezeshe viongozi wetu kufanya maamuzi yanayojenga umoja, yanayolinda amani, yanayokuza maendeleo na yanayoheshimu utu na haki za kila mwananchi. E Bwana wa rehema bariki mkutano huu uwe wa amani wa manufaa na wa kuzaa matunda mema kwa taifa zima la Tanzania. Tunakuomba hayo kwa imani na unyenyekevu kwa njia ya Kristo Bwana wetu aliye asili na chemichemi ya mema yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina, amina. Asante sana Baba Paroko. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba uridhie nimwalike Sheikh Hussein Isa naye atuongoze kwa dua kwa niaba ya waumini wa dini ya Kiislamu. Karibu sana Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Eh, Mwenyezi Mungu mwingi wa ihsani, mwingi wa fadhila ndani ya maisha yetu ya kila siku Mwenyezi Mungu, umeagiza tukuombe, na sisi tunakuomba, kwani ni waja wako. Mwenyezi Mungu tunaendelea kukushukuru mpaka wakati huu, kwani hatuna wa kumshukuru isipokuwa wewe. Tunakiri Mwenyezi Mungu, wewe unashuhudia, malaika wako wanashuhudia na wanadamu wanashuhudia kwamba hakika kabisa taifa hili la Tanzania unalipenda, ndiyo sababu amani imeendelea kudumu. Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa fadhila zako na namna ambavyo ulimsaidia mtume wa Mwenyezi Mungu Yunusu kutoka ndani ya tumbo la samaki baada ya kupata shida na mahangaiko na ndivyo uwatoe wa Tanzania katika visa vya kuchukiana, visa vya kufanyiana mabaya na uwaweke pamoja, wapendane, wahurumiane. Mwenyezi Mungu tunakuomba, mja wako huyu waziri mkuu na msafara wake unatembea mahala mbalimbali, tunakuomba uwagubike kwa rehema zako uwalinde na kila shari uwalinde na kila mabalaa, lakini tunaiombea amani nchi yetu, ijaalie nchi yetu iwe na amani, iwe na utulivu, iwe na mapatano. Mwenyezi Mungu tuna haki ya kumwombea kiongozi wetu mkuu, amiri jeshi mkuu, mama yetu Samia Suluhu Hassan, umpe afya njema, umlinde na mabalaa umpe busara katika yale ambayo anayakusudia kwa ajili ya Watanzania. Mwenyezi Mungu jaalia mkutano huu uwe ni waheri na baraka, mwanzo hadi tutapomaliza. Tunakuomba haya kwa jahi ya mtume wetu Muhammad. E Mwenyezi Mungu, tukubalie maombi yetu Amen. Amin, amin, amin. Asante sana Sheikh Hussein Isa, ambaye ni sheikh wa mkoa wa Songwe, vile vile ana mwamvuli wa mwenyekiti wa kamati ya amani ya mkoa wa Songwe. Asante kwa dua hiyo. Na sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa ridhaa yako, ninaomba tuhitimishe ratiba hii ya dua na sala kwa kumwalika Baba Mchungaji Rogers Simkonda, yeye anawakilisha CCT, atuongoze vile vile kwa sala fupi. Karibu sana baba. ombi Baba Mungu, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaamini ya kwamba Mungu kabla ya mambo yote, na umeagiza tuombe dua na sala. Tunakuja mbele zako e Mungu, kuwa sisi ni wanadamu na sisi ni kazi ya mikono yako. Tunakushukuru kwa sababu umetulinda hata hivi leo, na kipekee sana tunakushukuru juu ya msafara huu ambao upo mbele ya mkoa huu na kwa ajili hii tunawakabidhi mikononi mwako waziri mkuu, ambaye hakika hajatulia na ameendelea kuzunguka kila kona. Kwa kuwa ni mwanadamu, tunamweka kwako, mfanyie wepesi na afya njema. Tunamwombea sana mama yetu Samia Suluhu Hassan ambaye ni mama wa taifa hili na rais wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mpe wepesi kwa mambo mengi na magumu ambaye hataweza ila ukimwinua na ukimweka na kumtunza kama mboni ya jicho, hakika atapita hata pale palipo pagumu. Wafanye wepesi viongozi wetu mbalimbali wa serikali. Asante kwa ajili ya msafara huu na asante kwa mkuu wetu wa mkoa pamoja na viongozi wote. Wewe ni Mungu ambaye siku zote bila wewe hatuwezi kufanya jambo lolote, na wewe umetuachia amani kama neno lako linavyosimama katika waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Korintho sura ile ya kumi na nne na msali wa thelathini na tatu nasema wewe ni Mungu usiyependa machafuko, bali unaachia amani kama ilivyo kwa watakatifu wote duniani. Twakili andiko hili kwamba Mungu, wewe ni amani. Tuachie amani, na wajumbe ambao wanaleta ujumbe huu ni wanasimama kama manabii katikati ya watu wengi, tunaomba utujalie kuyapokea na kuyaishi. Utujalie sasa na hata milele kupiswa Bwana wetu ameni. Amina, asante sana baba mchungaji Rogers Semkonda sim, uh, wa kanisa la Moravian Tanzania, akiwakilisha CCT na vilevile, mheshimiwa waziri mkuu, huyu ndiye makamu mwenyekiti wa Sheikh Hussein Isa katika ile kamati ya amani mkoa wa Songwe. Ninaomba tuwapigie makofi mengi sana kwa ratiba hii ya dua na sala. Viongozi wetu wa dini hoye! Viongozi wa dini safi! Songwe hoye! Songwe safi mloo, hoye. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, mara baada ya kwetu tumelikabidhi tukio hili mikononi mwa Mwenyezi Mungu tukiamini sasa kwamba tumelianzan